Wilaya tunafanya vizuri sana katika makusanyo ya mapato ya serikali kupitia TRA e, kwani kwa mwezi e, tunakusanya takribani kati ya milioni bilioni 20 na bilioni 23 kila mwezi hii e, tunasema ni, ni kiwango cha juu cha makisio na bado tuna malengo ya kuhusia e, zaidi ya hiki e, tunachokipata sasa hivi. Kwa hiyo kwa mwezi huu tumekisia kukusanya kati ya bilioni 25 mpaka 30 e, ambazo e, tukifikia lengo hilo, basi tutaongeza bidii e, zaidi ili kuvuka lengo hilo e, kwa maana ya kwamba e, matokeo ya elimu tutakayotoa kwa, e, kwa wananchi au wafanya biashara e, tuna imani kabisa kwamba e, tutapita e, lengo hilo pia lakini bado e, tunaweza kukusanya zaidi e, ya hizo e, ikiwa tu kwamba tutafanya biashara zetu kwa kuzingatia taratibu za a, wakati tunauza basi tunauza kwa kutoa risiti, na wakati wa kununua pia tuna dai risiti, ili iwe e, sehemu ya utamaduni wetu, kuhakikisha kwamba kila mlipa kodi analipa ana kodi vile inavyostahili bila ya kukwepesha sehemu yoyote. Kwa hiyo e, tumeandaa vijana ambao watapita na nitoe wito tu kwamba vijana hao watafanya kazi e, vizuri na kwa amani, bila kitisho chochote, wala bila bugudha yoyote. Niwaombe tu wafanya biashara na, na walipa kodi wote e, kwamba wawe na staa za kuvumilia kupata elimu e, e, kupitia timu hii tuliyounda e, ili kusudi waweze kuelimika na wafundisho wengine pia.